Yes, uh, hivi ndio vitu vitano vya msingi kwa mgonjwa wa kisukari ambaye anataka revise type 2 diabetes, yaani kuweza kukabiliana na changamoto ya ugonjwa wa kisukari na kuweza kuponyesha ama kuondoa kabisa kisukari. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo anatoka kufanya ni kuacha matumizi ya juisi, soda, energy drinks pamoja na pombe lakini jambo la pili ambalo natakiwa kufanya ni kuacha vyakula vyenye wanga nyingi pamoja na sukari. Lakini jambo la tatu ambalo natakiwa kufanya ni kuanza kutumia vyakula ambavyo vina high in fiber, yaani vina wingi wa nyuzi-nyuzi ambazo hizi nyuzi-nyuzi zinasaidia sana kuweza kuregulate kiwango cha sukari yako katika damu. Lakini jambo jingine ambalo natakiwa kufanya ni kutumia vyakula vyenye high protein kama vile nyama, samaki, mayai dagaa hivi vinasaidia sana na vinatumika kama vile mbadala wa vyakula vya uh, wanga. Lakini jambo jingine ambayo unatakiwa kufanya ni kuhakikisha unapata uh, una, uh, unatembea hatua elfu kumi au unapata dakika thelathini za kuweza kufanya mazoezi kila siku. Lakini pia pata muda wa kutosha wa kuweza kupumzika, masaa sio kupungua saba mpaka nane. Lakini pia unaweza ukatumia korosho, karanga, almond hizi zinasaidia, mbegu za maboga zinasaidia sana katika swala zima la kukabiliana na changamoto ya ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo kama endapo utazingatia haya mambo, ndani ya miezi mitatu mpaka sita, utaweza kupona kabisa hii changamoto ya ugonjwa wa kisukari. Kwa ushauri zaidi, unaweza ukanitafuta na nikafanyika msaada.